Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, nilalapo nikamsana tamusana na kuota. Mama Samia oye hapa, bani, hapa Mbinga mheshimiwa mbunge wa Mbinda Mbonda, oye Tanzania. Tanzania oye. Hiyo, eh, ni Mbinga Ruvuma, hiyo ni Mbinga Ruvuma. Huyu mzee ana upepo mkali sana, ana upepo mkali sana, ndio maana Rais marehemu hayati John Pombe Magufuli alikuwa anamwita mpaka analia, jamani leteni Gwajima, jamani leteni Gwajima, jamani leteni Gwajima, mpaka analia. Anajua huyu mzee ana upepo, anajua Gwajima ana upepo. Ona hiyo Mbinga Ruvuma amejaza watu ndi, ameshona watu ndii. Hiyo ni Mbinga Ruvuma tu, sija kuonyesha Tanga. Tanga na kwenyewe wa alijaza watu ndii, kurusedi moja tu. Mbinga Ruvuma angalia hao ni watu sio sisimizi, ndugu. Hao ni watu sio sisimizi. Si kama tunamsifu Gwajima, si kama tunamsifu, hatumsifu, tunaeleza. Tuna ukweli, una nyewe unaona huo ni ukweli, angalia watu. Sija kuonesha Kigoma. Kigoma pia imejaza watu ndii Tanga amejaza watu ndi. Singida amejaza watu ndi. Dodoma amejaza watu ndi, yani kila kurusedi yake ukiangalia, anajaza watu ndi. Na mbaya zaidi, huyu mzee alivyokuwa hana hila, anasema mama Samia hoye, mama Samia hoye, mama Samia hoye. Yani wema wote huu, mwisho wa siku analipwa mabaya Wema wote huu anapita mkoa kwa mkoa, anamsifia huyu mama, anamsifia huyu mama. Jamani, mama Samia jamani, ni mama mzuri. Mama Samia huyu ni mama mzuri, kwa sababu litenda mazuri. Hasa leo hii mabaya yanaonekana, lazima tuseme, lazima tuseme. Gwajima na upepo wa watu, kosa lake tu kusema kwamba watu wanatekwa, kosa lake tu kusema watu wanauawa kosa lake tu kusema watu wanapotea, wanapoteza tu hawajui. Mtu ana watoto, mtu ana familia, mtu anategemea, ndio tegemezi katika familia yake, anapotea tu mali, yani anadisapia tu mali kusikojulikana. Kuongea tu hivyo, leo hii anafungiwa mpaka kanisa kusema, kwani swali ni moja, swali ni moja: watu wanapotea hawapotei? Basi kama watu wanapotea basi Gwajima yuko sahihi. Kama watu hawapotei basi Gwajima afungiwe kanisa analeta uchafu ana, ana, ana anachafua ana, ana amani katika nchi. Lakini kama watu wanapotea katika nchi ni mtetezi, ni anapaza sauti juu ya nchi, ni Mtanzania, ni mwananchi katika nchi yetu pia na yeye, tofauti na uongozi, tofauti na uongozi alionao na cheo cha waskofu alionao, ni Mtanzania na haki ya kusema kama Mtanzania, watu kweli wanapotea, sikumfungia kanisa watu kweli wanapotea. Amesema kweli, aondoi amani, si kwamba anachafua ana, ana, ana amani ya nchi, hapana. Ni kweli watu wanapotea. Ndio shida, sisi wanadamu jinsi tulivyo hatupendi kuambiwa ukweli, tunapenda kusifiwa, tunapenda kusifiwa. Ndio maana Gwajima alivyokuwa anapita mkoa kwa mkoa anamsifia mama, basi ndio watu ndio shamla shamla, mnafurahi tu kusifiwa. kama makosa yanaonekana tunapaza sauti pia kusema mkitenda mema pia unasifiwa kwa mema, ukitenda mabaya pia unaambiwa ili umekosea, ili umekosea. Ni Mungu tu ambaye hakosei, ila sisi wanadamu tunakosea, kwa tukubali kukosolewa kama vile tunavyokubali kusifiwa. Gwajima na watu yani, sio ushabiki, tumpambi Gwajima tumsifii Gwajima. Gwajima ni msema kweli, na Gwajima ana jopu nyuma la watu, ndio maana marehemu hayati John Pombe Magufuli baba huyu alikuwa anamtaka Gwajima kwa sababu anajua Gwajima na upepo wa watu, na chama kinahitaji watu, nchi inahitaji watu. Kama watu wakianza kuuliwa katika nchi, nyinyi viongozi mtawaongoza wakina nani? Nchi ikianza kuua watu, watu wakifa katika nchi, yaani kiongozi yeyote autawali ng'ombe, autawali kuku, autawali bata. Unawaongoza watu au uongozi wa nyama. nao watu jue wana akili, nao watu jue wengine wamesoma wengine hawajasoma, watu wana biashara zao, watu na kazi zao, watu wanaojielewa, sio kama ni kuku asiyejielewa, wa ni watu wanaojielewa. Kwa hivyo viongozi mkae mnajua kwamba watu mnaowaongoza ni watu wanaojielewa. Kwa mkianza kuwaua watu mkianza kuwapiga watu mkianza kuwateka watu, mtawaongoza wakina nani? Nchi inahitaji watu, taifa alijengwi na mifugo, taifa linajengwa na watu, nguvu kazi ya watu ndo inahitajika. Vijana kama sisi tunahitajika kujenga uchumi wa nchi. Maana yake kwamba mjue kwamba hata ushuru mnautoa mnaupata mna, mna, mna kutoka kwetu, sisi ndio tunapambana, tunalipa ushuru, nchi inuke. Sasa mkianza kutuua hiyo nchi itajengwa na kina nani? Mkianza kututeka na kutunyonga na kututupa kwenye mito ya mamba huko, hiyo nchi itajengwa na kina nani? Fikiria, nchi itajengwa na kina nani? Eh.